Wali ulikuwa sasa, na miogo ilikuwa mtama, boga na mboga zote unazozijua. Kwa hiyo tu kwa babu, hakukuwahi kuwa shida ya njaa, kwa sababu kulikuwa na nyingi ya kutosha sasa

mteke wale wakulima wa mtama wale wanaupenda, takuta wana wekewa kwenye kibakuli kula kule kwetu kwa wanaita ukuso, ni mtamu sana sana. Niwekea siku moja, niliupenda mtama

umekaa umenyongoka. Akikuona umekaa mwenyewe, anajua wewe una ikatengenezewa kunde, kunde zenyewe zilikuwa zinachemshwa hivi halafu unawekewa, mnakula. Tulipomaliza kula, tumekaa muda fulani zikachemshwa kunde mbichi, mnamwagiwa kwenye sahani. Ah, sisi tunakula, kumbe tunatengeneza bomu. Ilipofika kwenye saa moja, sitamani kula ila tumbo limejaa. Sio kwamba sitamani kula, hamu ya kula haipo; hamu ya kula ipo lakini ninapokitazama chakula mpaka akili na nafsi inaniambia utaviweka wapi? Baada ya furaha, baada ya kuona kupendwa, kupewa nacho kila kihitaji, lakini baadaye kimeanza kuwa maumivu. Tumbo lilinisumbua sio kawaida. Nakumbuka mtoto wa shangazi mmoja akaniambia, ah, sasa sisi hatujui nini la kufanya. Lakini wale wenzetu wa kijijini walikuwa wanajua, wana mbinu yao, wanasema mpakue sasa. Wanamwambia dada yangu, mpakue sasa. Dada anawaza anipakueje? kumbe alichotakiwa achukue mwiko, aanze kunipigapiga kwenye tumbo langu, anipige ili ile gesi iliyojaa ndani niweze kubeua. Kumbuka nilikula kwa mapenzi <laughs> na nilikiona chakula ni kitamu, lakini mwisho wa siku tayari kimeingia kuleta maangaiko kwenye maisha yangu. Kilichosababisha kunifikisha hapo ni nini? Ni kwa sababu nimekula kuliko pitiliza, sikula kwa kadri ya uwezo wa tumbo langu, nimetamani kula zaidi ya uwezo wa tumbo langu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yani Niseme kama ambavyo nimesema jana, ridhika na pale ambapo Mungu amekupa. Amen watu wa Mungu ridhika eh, wakati mwingine unaweza ukatamani jambo kubwa sana kwenye maisha yako, ukatamani kwa mfano. Wengine wanatembea vizuri na Maandiko, anasema mtu akitamani kazi ya uaskofu ametamani kazi njema. Muombe mwonee huruma Baba Marasusa pale alipo. Amen, mwombee kile kiti, si cha mchezo. Unaweza ukakitamani ukapewa, hata masaa mawili usikae we mwenyewe ukapisha, lakini kama Mungu amekuita kwa majira na nyakati, akakukalisha kama alivyomkalisha baba, anasonga mbele katika jina la Yesu ndio maana Mungu anamtoa tu kwa viwango skofu akakaimu mkuu wa jimbo, kukaimu akawa mkuu wa jimbo, huyo anapanda huyo, mara askofu, mara Mungu anazidi kumwinua, mkuu wa kanisa aliandaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema katika Yeremia, kabla sijakuumba ungali tumboni mama mama yako nalikutambua ndio maana nakwambia, ridhika na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, kwa sababu Mungu alishakuandalia, alishakupa hicho ni cha kwako. Na inapofika wakati wa yeye kukuinua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, acha yeye akuinue, usitake kujiinua. Acha yeye akuinue, na anapokuinua maana yake sio kwa, unajua, sikia nikuambie, kuna tofauti ya kuinuliwa na kujiinua. Amen. Kuna tofauti ya kuinuliwa na kujiinua. Kujiinua ni wewe, lakini kuinuliwa hata pale ambapo itaonekana huna nguvu za kusimama, kwa sababu yupo ambaye anakuinua. Atakutia nguvu, atakupa support, hutonyanyuka peke yako. Kwa hiyo hata kama unataka kuanguka tayari utabebwa, lakini ukijiinua pale ikifika mahali mwili ukakataa misuli ikagoma ni lazima utaanguka. Kwa hiyo ni lazima kuachilia neema ya Mungu juu ya maisha yako ikuinue kwa majira na nyakati. Jambo la msingi lizika na pale Mungu alipokuweka, alafu mtukuze Mungu katika eneo hilo na hakikisha katika hilo eneo watu wanamwona Mungu kupitia wewe. Kila mmoja Mungu amemweka mahali kwa makusudi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana kuna watu wengine wanaweza biashara, afu kuna watu wengine hawawezi. Hata umpe mtaji wa bilioni ngapi, hataweza. Maana sio eneo lake, amen, siyo eneo lake. Nimalizie kusema Siku moja miaka fulani nikiwa natumika usharika fulani, msharika mmoja ambaye pia alikuwa mzee wa kanisa akasema maneno haya, anasema, mtumishi, najua nyie mna kazi nyepesi sana <laughs> mna kazi nyepesi sana, yani Jumapili ikifika hapo mnasimama pee, mmemaliza mnaondoka Yaani mna kazi nyepesi nyepesi sana nikaambiwa. Kwa kweli ni nyepesi kwa sababu si ndo mawazo yake, si ndio? hata ungejibu nini? ungemwambia hapana, ni ngumu? ungeshindana naye? Nikaambia ni kweli, kazi yetu nyepesi, tunapiga tu ba ba ba ba ba, tukimaliza tunaondoka. Nilihama kutoka usharika ule nikaenda usharika mwingine. Yule mzee nilimkaribisha yeye na kwaya, sababu alikuwa kwenye kamati ya malezi, akaja na vijana. Alipofika nikamwambia, mzee, karibu utoe salamu. Baada ya mzee kusema, atakuja mwenyekiti wa vijana. Alipofika pale, kasimama kwenye nani, kama mimi nilivyosimama, kaangalia umati wa washarika, na watu wote wanamtazama yeye akaanza kupiga Bwana Yesu asifiwe, wa watu kaitikia amen. Bwana asifiwe wapendwa, amen. Bwana asifiwe, amen, sisi tunaitikia amen. Kumbe mwenzetu anajaribu kuangalia mstari wa kwenye Biblia aliyokuwa ameuandaa kwa sababu alijua ndiye kiongozi wa msafara, hauoni kwa hiyo anajitahidi kupiga bwana asifiwe, akifikiri pengine anaweza akafika mahali akauona. Kila akipiga zimepigwa bwana asifiwe kama kumi. Sasa unajua, usharikani watu wote hatufanani. Kuna watu wanaweza kumchukulia mtu kwa namna alivyo, halafu kuna wengine hawawezi. Kwa hiyo kukatokea kama taharuki ya zile bwana asifiwe kuzidi, watu wakaanza kunong'ona. Walivyoanza kunong'ona, ndio wameharibu kila kitu tunaona miguu sasa huku inaanza kucheza yenyewe kabla haijachezeshwa. Ndipo nikawabonyeza vijana wamuwai haraka sana, pamoja na wazee wa kanisa wamtoe pale. Walipomtoa kijana, kaja kasema vizuri tu, kabeba salamu zile kazitoa, kamaliza. Mwishoni mwa ibada tuko ofisini, nikaambia mleteni mzee, tukae pamoja, tunywe chai pamoja ndipo sikumuuliza, mimi nijifanya kama yaliyopita amepita. Yeye mwenyewe akatamka kwa kinywa chake, akasema mtumishi, kumbe kusimama mbele sio mchezo. Nikaambia asema eh? Hapana, hivi nyinyi inakuwaje kuwaje, mnaweza kusimama nikaambia hapana, mbona pale ni rahisi? Si tukifika tu tumemaliza. Akasema hapana. Yule mzee mpaka leo ni mhubiri mzuri sana wa kutunza heshima ya madhabahu na watumishi. Kwa nini? Ameona kile ambacho Mungu anatenda. Ndugu zangu, sio kazi rahisi kusimama mbele za watu. Ni lazima mkono wa Bwana uwe pamoja na wewe. Hakuna mtumishi anayesimama kwa akili yake. Ndio maana tunashukuru wateule wa Mungu. Kuna timu kubwa inatuombea, kuna watu wanalia kwa ajili yetu, ili watumishi tunaposimama Mungu akajitwalie utukufu na sio sisi kubeba utukufu wa Mungu. Ndio maana mtumishi anajitambua, anaridhika na pale Mungu alipomweka. lakini sisi, sisi tu wa kanisa. Ndio maana nikasema, hata na wewe kwa nafasi yako pale ulipo, hata kwenye biashara, wewe ni mtumishi wa Mungu eneo lile. Bwana Yesu asifiwe, mtukuze Mungu kwa hicho kibali, kwa sababu mimi nikija hapo hata kwenye Tigo Pesa kwanza nitaparaganya mahesabu na nitapoteza kila kitu, kwa sababu silo eneo ambalo Mungu ameachilia kwangu. Neema yangu imesimama kwenye utumishi, ndiko ambako Mungu ameachilia. Kwa hiyo wewe pengine ni mwalimu, neema yako imeachiliwa mahali hapo. Hebu katika huo ualimu tumika kama umeachiliwa neema ya kuwa daktari, hebu watu watakapokuja wakakutana na wewe daktari, wakamwone na Mungu katika jina la Yesu. Maana Mungu amekupa kile ambacho umekiomba, kile ambacho kilicho cha saizi yako, na utukufu wake ukadumu daima juu ya maisha yako. Methali tatu, tano anasema Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. ni na haja nawe kila asa

Na aku, jia Baba katika jina la Yesu Kristo anahari hai, ninakutukuza ninakuabudu kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Jehova, mfalme wa amani kwa ajili ya kusanyiko hili. E Bwana, asante hata kwa ajili ya wale ambao wanatufuatilia kwenye mtandao wa YouTube. E Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninawachovya damuni mwako e eh, Bwana, mchana huu nina utakasa kwa damu ya Yesu Kristo kila ambacho watoto wako wanakwenda kufanya. Uweza wako wa kimbingu ukawafunike wakaachirie neema na baraka, wakastawi na kufanikiwa, afya zao e eh, Bwana ninaachiria neema yako juu yao, ukaachirie uponyaji ukawape nguvu, ukawape afya njema katika jina la Yesu ukawainue, e Bwana, kila eneo na kila mahali, wakaone uweza na mkono wako juu ya maisha yao katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mchana huu e Bwana, ninawaweka mikononi mwako, ukawakutanishe na watu walio sahihi kila mahali na kila eneo, e Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu kila roho ya visasi na malipizi ninaikataa juu ya maisha yao, ninaikataa kutwa nzima ya leo, ninaikataa kwenye kazi zao, ninakataa kwenye biashara zao, ninakataa kwenye familia zao, ninakataa kwenye ndoa zao. E Yesu, simama katikati yao, e Bwana, wape neema yako, wape kukujua, e Bwana, wape kukuishia, e Bwana, wape tumaini lililo jema, e Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunahitaji kuona uweza wako, tunahitaji kuona baraka zako, tunahitaji kufunguliwa, e Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu Roho Mtakatifu, kila maneno yaliyotamkwa yaliyo kinyume na mapenzi yako juu ya maisha yetu, katika Ka jina la Yesu tunayabatilisha kwa damu ya Yesu, kila laana, e Bwana Bwana ile iliyotamkwa kwenye maisha yetu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunaibatilisha tunaifuta, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila roho za mauti, kila roho za kuzimu, katika jina la Yesu tunatangaza kwamba kazi na mamlaka wala nafasi, tunaachilia nguvu ya uweza wako juu ya maisha yetu. Ewe Bwana, jitukuze katikati yetu Tenda jambo jipya Ebwana, jiinue Ebwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tunaweka mikononi mwako Ebwana uzao wetu. Jehova, damu ya Yesu inanao mema, ikanene mema kwa watoto wetu walioko vyuoni walioko mashuleni Ebwana. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu fungua ufahamu wao fungua akili zao e Ebwana, Roho Mtakatifu katawale katika jina la Yesu wabariki katika masomo yao Ebwana wainue mana ulisa sema hakika ya kwamba hawatakuwa mikia, watafanyika kuwa vichwa. Tunahitaji kuona neema yako e Bwana tunahitaji kuona baraka zako. Asante Bwana hata kwa ajili ya kanisa lako. Asante Bwana hata kwa ajili ya viongozi wetu, Baba Askofu pamoja na timu yake. Mungu Roho Mtakatifu, tuna wachovya damuni mwako, uweza wa kimbingu ukasimame katikati yao, achiria ya hekima na maarifa juu yao e Bwana, ili wapate kuliongoza kanisa lako, ili wapate kutenda kazi yako sawasawa na kusudi la mapenzi yako. Asante Bwana hata kwa ajili ya mchungaji na, na mwinjilisti na wainji... Kristi, katika usharika wa Mbezi Beach. Mungu Roho Mtakatifu, ni kwa majira na yakati tumeachilia neema yako juu yao. Mungu wape hekima na maarifa, wape kukupenda, wape umoja, upendo na amani, ili kazi yako na jina lako Bwana likapate kuinuliwa. Asante e Bwana hata kuachiria mmoja moja, moja aliyoko mahali hapa, e Bwana hata wale wanaotufuatilia katika mitandao. Mungu Roho Mtakatifu, uwezo wako wa kimbingu ukawe juu yao sante Bwana hata kwa ajili ya sadaka ambazo watoto wako wanazitoa Mungu Roho Mtakatifu kazitakase wale wanaotuma kwa njia ya mtandao na wale watakaoweka kwenye chombo e Bwana eh lo Mtakatifu kazitakabali ili zikapate kutenda kazi yako. Sante kwa ajili hata na wale wanaotoa kwa ajili ya kituo chetu ambacho ni maono ya daasisi yetu e Bwana eh kule Kitopeni, Mungu Roho Mtakatifu Ninawaombea watoto wako, ninawachovya damuni mwako kila mmoja mmoja, e Bwana, akaone thamani ya kutumika madhaboni pako, akaone thamani ya kuweka alama kwa ajili ya wazo ambalo daasisi yetu na viongozi wamelibeba. Roho Mtakatifu, ukatuwezeshe, ukafungue milango ya baraka, kila msharika, kila Mtanzania, kila mwanadamu akaone fahari ya kutumikia wewe na kuweka alama, e Bwana, na baraka zile zikatembee kwenye maisha yetu kwa ajili ya utukufu wa, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Karibu mwinjilisti, kwa ajili ya baraka na tupokee baraka za Mungu. Bwana akubariki na ukulinda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 nawe. Karibuni kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka. tenzi